Mheshimiwa mgombea tunakabidhi fomu hii za kugombea za Chama cha Mapinduzi. Basi mm. Mwenyezi Mungu akutangulie katika vita, pambane na wagombea wenzako. Asante sana. Asante sana. Kwa mujibu wa kanuni zetu za uchaguzi, mm. uh, unapaswa kuchangia shilingi laki tano. Sawa. Na laki tano hiyo hautupatii sisi hapa cash. mm. Tunakupa control number hii. Sawa. Uende kwenye benki ya CRDB. Sawa utalipa mchango wako okay. baada ya kulipa mchango wako hmm. utaenda nyumbani utajaza fomu fomu zetu hizi mwisho wa kuzirejesha ni tarehe mbili mwezi wa saba saa kumi jioni kwa majina naitwa Leonard Mahenda alimaarufu Manguzo leo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano nikiwa mwanachama wa chama cha mapinduzi lingana na katiba yetu, leo ndio tunaanza uchukuaji wa, wa fomu na mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nimekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge jimbo la Ilemela. E, kwanza wanachama wananiamini kwa sababu mimi mpaka sasa hivi ni mjumbe wa Halmashauri kuu ya Taifa. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni cheo cha ngazi ya juu kabisa katika chama chetu, hivyo wananchi wananiamini na lengo na madhumuni ya kuchukua fomu ni kuweza kuwatumikia wananchi hasasa wa jimbo la Ilemela. Ah, utaratibu ni mzuri, kwanza hauna kelele kama mnavyoona hapa, hakuna watu wengine na mimi nimekuja peke yangu. Kuna mkurugenzi wa uchaguzi amenipa fomu kwa uzuri kabisa, hakuna shida yoyote kama mlivyoona. Kwa uchukuaji wa fomu ni mzuri na, ninaomba tu wananchi wa Ilemela wajitokeze kwa wingi, ambao wanajiona wanatosha waje wachukue fomu kwa sababu kugombea ni haki ya mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi.